Mtazamaji ni mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha ADC Hamad Rashid Muhamed akizungumza na wananchi katika jimbo la Mtambwe na sasa, wacha tukamsikie, alikuwa na haya ya kuzungumza. Ndugu wananchi, naomba niitumie fursa hii kukuombeeni mambo matatu, na kwanza, katibu mkuu alikuwa amenielezea swala so zima la amani na utulivu wa nchi yetu Nchi yetu inasifika kuwa ni kisiwa cha amani, inasifika duniani, inasifika Afrika, inasifika hapa Tanzania, kwani watanzania na hasa wazanzibari wenyewe wanapenda amani. Ndio maana tunasalimiana asalamu alaikum kila siku, amani iwe juu yetu. Niwaombe sana mimi, mnaniona mwenzenu kwa umri wangu na uzoefu wangu, nimeshaona mambo mengi ndani ya nchi na nje ya nchi, katika mazingira tofauti kabisa. Nimebahatika viongoni mwa kwa viongozi nikakaa jela miaka mitatu. Nasema nimebahatika, maana hata manabii walikaa jela. Nimebahatika kuona vijana wakifa kwa risasi zaidi ya sabini na tatu pale chake chake. Nimehatika kuona vijana wakiondolewa makazini kwa sababu ya utashi wa kisiasa. Ni kuombeni sana, ni kuombeni sana, baada ya uzoefu wangu, asije mtu akakushawishini kwa njia yoyote ile itakubali kuvunja amani ya nchi na kuvunja amani yako wewe mwenyewe, likikufika linakuwa la kwako, haliwi la watu. Kwa hiyo, la kwanza kabisa nawaomba sana, tujitahidi kadiri ya uwezo wetu tutunge sheria, tutumie sheria, kanuni zilizopo, ikishindikana tumwachieni Mwenyezi Mungu. Kwani yeye, shari na heri inatoka kwake. Hilo ombi langu la kwanza, lakini ombi langu la pili, Wazanzibari tumerithishwa kuweka siasa mbele kuliko dini yetu. Yani mtu anaamini siasa, yuko tayari kuchangia kwenye siasa, hayuko tayari kuchangia kwenye madrasa. Si kweli? si kweli, lakini nenda mkutano wa siasa atauza kuku, toa hela. Mpe mwalimu wa madrasa hatowi. Tumeiacha dini, tumeweka siasa mbele, hatuzikani, hatuoleani, hatupendani, tunafiana fitna na kadhalika. Wabadilike wa Zanzibar. Siasa ni jambo ambalo linakwenda linarudi, tulikuwa na ASP na tano ipo leo, tuna vyama kumi na tisa, au si kweli? Lakini imani yetu imebaki moja, au sio? Mwabudu nani? Mwenyezi Mungu mwne. Nakuombeni sana tuache ushabiki huu, au tusaidie, chagua chama ambacho kina kiongozi anayeweza kukuletea maendeleo, na mimi sioni jingine zaidi ya ADC katika katiba yake inaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hakuna katiba ya chama chochote kingine cha siasa maana yake ni maana yake, Mwenyezi Mungu alipotuumba baada ya kutupa roho na baada ya mwenyewe kuumba vitu vyote ili tuvitawale hapa duniani tunavyovijua na tusivyovijua, alitupa na elimu, lakini kwanza alitupa shibe alitushibisha tukiwa ndani ya matumbo ya wazazi wetu. <coughs> asogemaa <coughs> Baadaye Mwenyezi Mungu huyo huyo akamwambia Adam, uko kwenye bustani nzuri, pahala pazuri, ila mti huu natunda ili usile yote. o ni nini? shibe kwa msingi wa sera yetu na utambuzi wa Mwenyezi Mungu, tunatambua msingi wa maisha yetu unatokana kwanza na shibe. Hakuna chama kinachotambua hicho zaidi ya ADC, msingi ambao umetwakia nani? Mwenyezi Mungu mwenyewe, na akasema nimekupeni elimu, akampa elimu Nabii Adamu ajue vitu vyote ili tuvitawale tuitawa, lakini akuishi hapo Mwenyezi Mungu akaambia Muhammad, ikra ya Muhammad, soma wewe. Jambo la pili, akatupa elimu tutawale mazingira yetu, tumwabudu vizuri, tuheshimiane vizuri, tueleane vizuri, tukiwa tumeelimika. ADC ndio maana inatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, tofauti kubwa na vyama vingine, na ndio maana katika ADC tunasema shida ya mwenzako kwanza, shida yako ya pili. Tunahitaji kuwa na kiongozi mwenye nia ya, ya safi ya kutanguliza shida zenu kabla ya zako. <coughs> yanawezekana <coughs> ya <wazimana. tos> ya <wazimana. tos> ya Mtazamaji, ni mgombea urais huyo kupitia tiketi ya chama cha ADC, akiwa anamalizia kuelezea sera zake. Nikutakie utazamaji mwema wa matukio mengine kutoka katika peji yetu. Ulikuwa nami Mariam Faki, kuanzia mwanzo hadi tamati. Shibe kwanza maana yake ni nini? Maana yake ni kuhakikisha mkulima katika kipindi cha mwaka mmoja analimiwa, anapewa mbolea anapewa mbegu, anapewa utaalamu bila kulipia chochote na masoko yake yameandaliwa.